Kwanza nataka tuingilie siku ya leo, nataka tuingilie hii the opposite agenda kidogo, na si kwa ubaya. Mimi hufurahi sana by the way ikifikia mm. ni hapo mm. huwa anakaa vizuri. Sasa tuende nalo <laughs> unajua, nimekuwa mahali fulani mm -hmm. na nimekuwa nikisikia wanadada wakicomplain mm -hmm. wanasema wamekuwa kwa interview mm -hmm so vile wako kwa interview, wakaona kabisa qualifications zangu. mm -hmm. Mimi najua kabisa qualifications zangu zimeshinda zako, si ndio? Like sote tumeitwa the same interview, but interview na require ladies because, ni tuseme, ni interview ya kama receptionist hata wewe ukifungua leo duka yako pale mm -hmm. Tuseme umefungua maduka ya simu hapa hapa hapacononaka uh, no, no. Inafaa kama uko mjanja kama mimi. Nasema tu mimi, sisemi wewe ni kweli yumbi na sisemi wewe msikilizaji. Nasema mimi nikifungua kama duka yangu ya magari leo hii uh -huh. nita consider kuweka wanadada, ya ni kweli sindi ya kwamba wameitiwa wame interview fulani. Hmm. Hapa Mombasa sasa sema ni wapi. Ni kweli. So walivyofika kwenye interview anasema si wako pale bado wamekaa hapo nje. Hmm. Akamwambia nisaidie makaratasi yao, wakabadilishana makaratasi yao, anapitia karatasi zangu, wewe unapitia zako hivi. Hmm. So we just need to confirm. Hmm. Na kabisa, mimi naona mimi qualification zangu nimekushinda. Hmm. Ni Mungu tu aniokolee hapa mahali. Si ndio? Ni kweli. But nikiangalia your outward look yani, nikiangalia muonekano wako wa nje naona wewe, Mungu alikuwajalia. Sijui kama unanielewa. Hapo na kupata e, naona kama vizuisa. Mungu, yani alikuwa jalia urembo fulani naona ah. We alikuwa jalia na nyashi na nyashi ndogo yeah, kidogo muonekano sindio? But mimi niko tu hivi kwa 1GB. Mm. So kuitwa interview na najua mimi mwenye niko 1GB qualifications zangu. Mm. zimeshinda zako but wewe umenishinda kwa muonekano. Ah. So the ladies were like complaining wakisema After interview kufanya si so wakaenda home mm. results kukuja uh -huh. Napata mimi mwenye karatasi zangu ni nzuri, nimesoma, niko na degree yangu, degree yako umeiweka uko sawa. So mimi eh, nilikosa kazi, wewe ndio umebaki <laughs> na karatasi zako wewe. Najua kabisa, tulihakikisha tulihakikisha kujua wewe yeah. eh, eh, eh. eh. Umenipiga, ni kweli. Shida nimekubali hapo, kwa muonekano wewe umenizidi mm -hmm. so the ladies were like wana complain so nikasema acha mimi. mm -hmm. Hakuna vile nitikabi acha, nikaiseme hewani tusikize. mm -mm, umefanya fit sana mm. Mwanzo umefanya vizuri kwanza, nadhani hapa ndo kwenye jukwaa bora zaidi. Eh, badala ya kuliongelelea nje pale, labda haungepata eh, range of views kabisa, eh, lakini hapa ndani mm -hmm. Mleta mali sahihi, so nika nikawa najiuliza, though mimi niko na standpoint yangu, nitakuwa naisema e, tukimfungia hii awamu okay, tukiwa so. Tunakunja lisa letu la tatu mm -hmm. nitakuwa na Sema basi mimi kauli yangu ni gani, but wewe Aha, msikilizaji jiweke, msikilizaji, kwa hizo viatu umeenda interview. <laughs> umeenda interview wewe mwanadada ama, Aha, tuseme wewe mwanaume jiweke kwenye both shoes uh. yeah, yeah, yeah, najaribu kuiapply mali popote though it happened in reality it happened kwa wanadada basi yeah, yeah, kwenye, kwenye, kwenye viatu zote okay, so The ladies were really complaining. Wanasema mimi waliniacha waliniacha niko na first degree honor ya hey, kwa nyumba kwa nini niko, I... niko 1GB lakini hivyo ndo niko yeah, nimetangulia tukianza kipindi nikasema, wewe jikubali vile uko uko na one pack, uko na two packs, uko na flat tummy, uko na six pack, uko fiti, uko sawa sawa. Msikilizaji, unafaa kutembea ukiona kama mbaya, hakuna mwenye anakushinda kabisa, uko sawa sawa, don't lower your standards wewe Victoria laki muka tana uko sawa sawa, kama uh -huh. uko na flat tummy uh -huh. uko na six packs, uko na one pack, uko sawa sawa mtu wangu, uko fit but hizi dakika kumi na saba, msikilizaji, uh -huh. Tunakuuliza kwenye kuhua uteme msikilizaji, ulilonalo. Tunakuuliza msikilizaji, yeah, ulilonalo, ulilonalo, msikilizaji. Uh -huh. Wewe jieke kwenye hizo viatu laika ishu kama hii, uh -huh. do you think it's right? yeah, hii isu bana ya yeah, unajua kuna range of, um, maoni and all that, but tutakuwa hapa tunasikiza, pia mimi bana niko na yangu. mm. yeah, yangu. yeah, na yangu. but in the meantime, msikilizaji, tunataka kusikia kwako. yeah. Most of the offices is in happen. Kwanza tukiingia huko kwa media, sana sana, sindiyo hii job yenye tunafanya ama ukiingia pale po, sitaki kusema sana msikilizaji, ukasema ah, aa, enda pale posta nazungumzia tu hapa posta. Aha, enda pale posta, enda utake kununua simu mpya, utakuja utaniambia, Julius, nimepata mangulu sumu ziko hapo ama nimepata warembo, ninaenda ile duka. kwa sababu gani? Najua kuna mm. pisi fulani iko hapo. Hey, hey! Acha, unaona sasa, alafu wewe mm -hmm. fungua duka lako. Hey! Hey, hey, ya ya gari <laughs> alafu weka mangulu sumu kama sisi. Utashangaa, <laughs> utashangaa, kwani watreja wame utashangaa kwani <laughs> Mungu akuoni <nabiyashara> <laughs> na biashara yako bana. <so, laughs> Acha kuingilia sana watu ujue, mm. kuna watu hapo nje bana wame wame invest na wamekaa hapo, wamechukua watu wa kwao labda mm, uh, ule sijui ni wanini wa mjomba, sijui ni nani yeah, lakini hapa tunaongelea kuhusu professionalism. Yeah, hapa najaribu kusema ile ukweli, mm, ule ukweli, najaribu kusema ukweli. Yeah. Ya mambo yako. Uh, in fact hiyo mwanzo ni real, ni real issue yeah. Hiyo mwanzo hiyo mwanzo hiyo ni fiti kwamba tunaizungumzia hapa sasa mm, kwa sababu najua itasaidia wengi sana mm, ambao pia wamekuwa na mawazo Um, msoto amawazo um, mseto enye amechanganyika changanyika, lakini najua after this show autabaki kama venye. Okay, let's make use of this 15 minutes. Msikilizaji unaweza kutuanga simu. Yeah, unaweza kutuanga simu kwa 0739766766 ama msikilizaji unaweza kurusha SMS ya kwako kupitia. Kupitia 0713133129 alafu itakuwa inapendeza adira, msikilizaji, in the meantime Kusema nasi kupitia nambari za simu ulizopewa ama jumbe fupi ama ukurasa wangu wa Facebook wengine wanasema Facebook ni ya wazee Hey, sawa Sindilo, uko a au majenzi uh -huh. Ruka kwenye Instagram msikilizaji, sindio? Kakabrayura msikilizaji, <laughs> yeah. In the meantime, kaka Brayo, mm, msikilizaji. David Kamswere na BN wasai sisi after hii ngoma mm -hmm. tutakuwa tunakuja tupitie jumbe zako sawa.